Kwengeneko, viongozi wa dini kutoka mji wa Garissa wametamaushwa na ongezeko la visa vya vi utovu wa usalama mjini humo ambao unaonekana kuzidi katika siku za hivi karibuni. Viongozi hao wanasema matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana yanawachochea vijana kujiingiza katika makundi ya uhalifu. Viongozi hao wanataka serikali kuitisha mkutano wa dharura wa kiusalama ili kutafuta suluhu ya kudhibiti utovu wa usalama Garissa. Tunaomba serikali wetu na maofisa wa kulinda amani na usalama katika Garissa, tunaomba tafadhalini, hawa wahuni ambayo wanafanya jambo la maofu washike na wafanya ubelelezi wa kwa nini hii inaendelea, muda ni hii jambo la maofu inaendelea ma miaka na miaka, ni mwezi ni mwezi, mpaka imefika, tumepoteza mwalimu wetu. Kuna watu ambaye wanapanda boda boda kwa wa vijana nne, mtu wa bodaboda na vijana watatu wanapanda nyuma ya boda boda. Wanaiba watu kwa masimu, kwa pesa na kwa kila namna na ukishinda kuwapatia pesa ama simu wanakuduga wanakudunga kisu. Hiyo ndi shida kubwa ambayo tuko nayo katika hii mji wakati huu.